lakini ukawepo na changamoto mbalimbali ambazo mtumishi wa Mungu amezibaini. Nimepambana kwa kadri ya uwezo wangu na kadri ya Mwenyezi Mungu alivyokuwa ananiongoza kwa ajili ya kupambana na mazangu, nimepambana naye kadri ya uwezo wangu kulingana na nilivyokuwa ananiongoza. Lakini kuna jamaa wangu mmoja ambaye anaabudu pale kanisa la Efatha

niwe pole kupambana kwa maombi mbali mbali partie ya wasangu apate kuzungulia, kwa sababu nilipokutana naye ana changamoto nyingi sana lakini, kuna jana kwanza, tukao kuna changamoto mbali mbali kidogo, mwachane kushoasifu, nikawa naomba leo sasa, nikabidi nitulie, nikabidi nitulie. Nilipotulia sasa huyu kaka yake alikuwepo na changamoto yeye, ndio ikabidi mtangulize kuja mahala hapo, na ni yuko hapa mpaka sasa hivi. Sasa yeye alikuwa anatangulia hapa, lakini mimi bado niko niko kule, sababu mwisho wa siku changamoto zipo zipo zipo, endelea kwa kwa kwa hivi, nikabidi wala mimi nitulie, lakini mwisho wa siku katika nyozi nisehidi hili likanijia kwenye njozi kwamba kwamba mwenzangu anafanyiwa huduma, anafanyiwa huruma, kwa sababu ili hapo, mazingira ya hapo yeye anafanyiwa huduma katika nyumba tu ya kawaida, katika nyumba ya kawaida, lakini kwa mbele yake